Aekee sana lakini kipekee sana wanafunzi wazuri mliopendeza mnaowakilisha wanafunzi wengine wote, kwa kweli hamjaniangusha. Tulikuwa na zero nyingi tukakubaliana pale tunaenda kufuta zero Ushetu, toka zero mia mbili leo tumebakiza zero arobaini na tisa Kwa hiyo endeleni kufuta zero mwakani, na imani tunafuta zero. Hapa nimeambiwa zero ni moja. Ni moja tu. Kwa hiyo hizi nyingine arobaini zimetoka wapi? Nataka tujue zilikotoka huko kuzijumulisha. Lakini kuna shule nyingine imefuta zero kabisa na zenyewe nilitajiwa. Na imani siku hiyo tutaziona nyingi. Kwa hiyo niwapongeze sana walimu, mmetenda haki kila mmoja na kufanya kazi katika mazingira magumu. Mnafanya kazi kwenye changamoto, lakini mnavumilia mazingira ya halmashauri ya Ushetu. Wakati mwingine shule zenu hazina umeme, wengine hazina maji, lakini bado mpo, mnapambana kuwahudumia watoto wetu. Endeleeni mo moyo huo hiyo ni sehemu ya ibada mnaitimiza, Mungu anawaona na ataendelea kuwatendea mema. Inawezekana leo mimi nisiwashukuru, inawezekana wengine nchi wasiwashukuru, inawezekana watoto wetu wasiseme asante, lakini Mungu anaona kazi mnazofanya. Endeleeni kutoa sadaka kwa wetu, kwa wanafunzi wetu. Endeleeni kuwahudumia wanafunzi wetu, malipo yenu yapo, Mungu atatenda mema kwenu na familia zenu. Wahudumieni hawa wanafunzi wangu watoto wetu, pamoja na mazingira magumu wanayotoka wakati wengine wanatoka kwa wazazi ambao hawana uwezo wa kuwanunulia viatu. Kuna wazazi wengine hawana uwezo wa kuwanunulia uniform. Wakati wengine wazazi wetu hana uwezo wa kuwapata fedha za kalamu. Niliambiwa kuna walimu wengine mpaka mnanunua kalamu za wanafunzi wetu, kuna wengine mnanunua uniform za watoto wetu, wengine mnanunua viatu, wengine mnanunua madaftari. Na nyinyi mmekuwa wazazi, ni sehemu ya wazazi. Endeleeni kuifanya hiyo ibada. Mungu hawezi kuwasahau. Ombi langu kwa wanafunzi someni, wazazi wenu wamewaleta hapa kusoma, tendeni mema, someni. Tunahitaji maraisi wa kesho, tunahitaji mainjinia wa kesho, tunahitaji madaktari kutoka Ushetu, tunahitaji mafamasia kutoka Ushetu. Naomba mkasome, tangulizeni Mungu, muombeni Mungu, pigeni magoti kwa Mungu atawatendea mema na mtafaulu vizuri sana, kuendelea kuitendea haki, na mwisho wa siku, wale wazazi ambao wanauza ng'ombe, wanauza mbuzi, wanauza kalanga kwa ajili ya manufaa yenu na kuhudumia na kuwahudumia nyinyi, mwisho wa siku nao waone zawadi ya watoto wao. <clears throat> Mimi niendelee kuhakikishia na kuwaaminisha wananchi wangu kazi mlionituma ninyi ni kuleta tu mapinduzi ya maendeleo, na waheshimiwa madiwani wenzangu ambao tunashikamana kuhakikisha kwa kwamba Ushetu inabadilika. Ushetu, Mheshimiwa diwani, wewe ni mashahidi, tumechelewa mno, hatukuwa hivi, ndio maana tunapambana, tunakabana kuhakikisha kwamba tunaleta mapinduzi makubwa. Umeme tunawaletea, na Mheshimiwa mkuu wa shule na kuahidi wewe, umekuahidi siku ishirini na moja. Mimi nakupa siku nne tu, watakuletea umeme kwenye mabweni yako. Hizo siku ishirini na moja ni za kwao E, za kwetu tuwe siku nne, tunaongeniambia mapema tayari, wangeosha peleka umeme kama umeshalipia na risiti unalo. E, siku nne utaona, kesho utaona, magari Jumatatu utaona magari ya TANESCO wako hapa kwa kuwekea umeme, na nimewaahidi maji ya Mwanza yatakuja hapa shuleni. Tawambia watu na imani, shule hapa ni sehemu ya eneo ambalo linapata maji ya Ziwa Victoria, mabomba mmeyaona yameshafika, na maji yatafika mpaka kwenye bweni lenu. Ujenzi huu umefanyika kwa awamu mbili. Awamu ya kwanza ilianza mwaka 2015 kwa nguvu ya wananchi ambapo kiasi cha shilingi milioni 20 kilichangwa na kuanza ujenzi ambao ulijengwa na, na, na kukamilisha hatua ya boma. Mheshimiwa mgeni rasmi, awamu ya pili shule ilipokea kiasi cha shilingi milioni 90 kwa maana ya kwamba kutoka vyanzo viwili tofauti. Tarehe tatu mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na nne shule ilipokea shilingi milioni 30 mapato ya ndani kutoka halmashauri ya Ushetu ambazo ziliendeleza ujenzi huu. Tarehe thelathini mwezi wa mwezi wa 11 mwaka elfu mbili na ishirini na nne shule ilipokea shilingi milioni 60 kutoka serikali kuu kwa ajili ya ukamilishaji. Pesa hii ndio ilifanya ujenzi mpaka kufikia hatua ya sasa. Mheshimiwa mgeni rasmi, hatua ya ujenzi wa sasa, ujenzi huu umefikia hatua ya mwisho ya ukamilishaji, ambapo milango inaendelea kuwekwa na kufikia tarehe kumi mwezi wa tano mwaka 2025 milango yote itakuwa imeshawekwa na tayari kwa ajili ya matumizi.